Unaitwa nani? Ramazani Abdullah Mfinanga na kukabidhi kwa bibi. Naam na mtisha unajua, ongea umenikabidhi. Ah, niongee eh? Eh. Ongea nani uh. Bibiye unaitwa nani, jina lako Bereniki? Ah, nafahamu kushukuru, mi naitwa Ramso. Endelea, unaishi wapi? Hapa hapa. Hapa po ulipo? Mbona yeah. Sio nyumba za kuishi watu? Hizi nyumba za makumbusho. Niambie hii nyumba ni ya asili ya kabila gani? Asante. Hapo utaona umuhimu wa somo la hisabati. Umeshindwa kujua hii ni nyumba ya kabila gani?